Bilionea anaacha gari wazi na anarudi na kumkuta mwenda wazimu na tumbili ndani ya gari lake. Asubuhi ya baridi mjini Karen, Nairobi, sauti za ndege zilichanganyika na harufu ya kahawa kutoka majumbani. Mzee Baraka Mwangi, bilionea wa mali isiyohamishika na uwekezaji wa muda mrefu, alisimamisha Land Cruiser yake mbele ya duka la dawa. Alitoka haraka akidhani atachukua dakika mbili tu. Aliporudi alisimama kama aliyepigwa na butoa. Ndani ya gari lake kulikuwa na mwendawazimu aliyevaa koti lililochakaa na pembeni yake tumbili mdogo akishika pochi ya ngozi. Umeingiaje hapa Baraka, aliuliza kwa sauti ya chini, akitazama pande zote. Watu wachache walikuwa wanapita, lakini hakuna aliyegundua mwendawazimu. Alitabasamu kwa utulivu wa ajabu. Nilikuwa natafuta kivuli, akasema kwa Kiswahili safi. Tumbili akagonga dirisha kwa furaha. Baraka, mwanaume aliyeshughulika na bima, benki na mikataba mikubwa, alihisi moyo wake ukibadilika. Hii haikuwa hasira, ilikuwa mshangao. Aliona pochi yake mkononi mwa tumbili, lakini hakuichukua. Badala yake, aliuliza unaitwa nani? Naitwa Kito, akajibu, na huyu ni Panya. Baraka alifunga mlango polepole pole. Siku yake ilikuwa imeanza kwa fumbo. Baraka aliamua kuondoka na kito pamoja na tumbili. Hakujua kwa nini, lakini moyo wake ulimwambia asikimbilie polisi. Walielekea Ngong Road, wakipita miti na mabango ya biashara. Kito alikaa kimya, akimtazama Baraka kwa macho yaliyojaa akili. Una familia? Baraka aliuliza, akivunja ukimya. Nilikuwa nayo, kito akasema, lakini Nairobi hubadilisha kila mtu. Walifika kwenye kibanda cha chai karibu na Dagoretti Corner. Baraka akashuka akaagiza chai na mandazi, aliwalisha wote wawili. Panya akakaa juu ya meza akitazama kwa makini kama mlinzi. Watu walitazama wakinong'ona. Bilionea huyu alikuwa akijulikana kwa nidhamu, uwekezaji wa akili na mikutano ya fedha. Leo alikuwa tofauti. Kwa nini unatumbili? Baraka aliuliza. Kumbukumbu kumbu, akajibu, aliniokoa. Baraka alihisi uzito wa maneno hayo. Aliwaza kuhusu maisha yake, akaunti, mali, mikopo na bima, lakini upweke ulikuwa mkubwa. Alitoa kadi yake ya biashara. Nina nyumba ya wageni Limuru, utaenda pale leo. Kito alimtazama kwa muda mrefu. Watu wengi hutoa ahadi, wachache hutimiza. Baraka alitabasamu, mimi hutimiza. Nyumba ya wageni Limuru ilikuwa tulifu, ikizungukwa na mashamba ya chai. Mama Asha alishangaa kuwaona wageni wa ajabu. Baraka alitoa maelekezo kwa utulivu, wape chumba, chakula na heshima. Usiku ulipoingia, mvua nyepesi ilinesha. Baraka akakaa sebuleni akitafakari. Alikumbuka safari yake kutoka Muranga, alivyoanza na duka dogo hadi kufika kilele cha biashara, lakini hakuwa na mrithi wala familia ya karibu. Kito alikuja sebuleni. kwa nini unasaidia aliuliza. Baraka akasema, kwa sababu nilisaidiwa zamani Kito akakaa, nilikuwa mwalimu Karanja, nikifundisha Machakos. Nilipoteza kila kitu baada ya kashifa ya uongo. Baraka alimsikiliza bila kumkatisha, kila neno lilikuwa na uzito. Panya akaruka na kukaa begani mwa kito kama ishara ya uaminifu. Kesho, Baraka alisema, nitakusaidia kurekebisha maisha, kazi, bima ya afya na akaunti mtia. Kito alitikisa kichwa, sina hakika kama ninafaa Baraka alisimama, kila mtu anafaa ukipata nafasi. Mvua ikaacha. Ndani ya kimya mbegu ya matumaini ilipandwa. Siku zilizofuata zilileta mabadiliko. Kito alivalishwa nguo safi, akapewa simu rahisi. Baraka alimpeleka Westlands kukutana na rafiki yake wa benki. Alisema tunaanza upya, lakini si kila mtu alifurahia. Njeri mnyonga wa Baraka alisikia habari. Mjomba anaingiza wageni hatari alilalamika. Alikuwa na tamaa ya mali na mirathi. Jioni moja Njeri alifika Limuru bila taarifa. Alimuona Kito akicheza na panya uwanjani. Hai, ndiyo unayempa kila kito? aliuliza kwa dharau. Baraka akasema kwa sauti tulivu, ninampa heshima. Njeri akacheka, heshima haizai faida. Kito alisimama, si kila faida ni pesa. Maneno hayo yalimuuma Njeri. Aliondoka akiwa na hasira. Usiku huo Baraka alipokea simu za ajabu kuhusu mikataba yake. Kulikuwa na njama. Baraka alijua biashara ina hatari, lakini hakuwa tayari kupoteza utu wake. Alimwambia Kito, "Ukiona hatari, niambie." Kito alimtazama kwa makini. "Nimeona gazi hili kabla." Panya akapiga kelele ndogo kana kwamba anaonya. Asubuhi ilifuata na habari mbaya. Akaunti ya kampuni ya Baraka iligandizwa kwa uchunguzi wa ghafla. Alikaa kimya akitazama mashamba ya chai. Kito akakaa pembeni. Ni Njeri, Baraka alisema, anataka kunionoa. Kito akavuta pumzi. Nina kitu cha kukuonyesha. Alitoa faili la zamani kutoka begi lake. Nilifundisha uchambuzi wa data, niliweka kumbukumbu za udanganyifu wa kampuni moja inayohusiana na mnyonga wako. Baraka alimtazama kwa mshangao. Uliwezaje? Kito akatabasamu kwa huzuni uzimu hauondoi akili walifanya kazi mchana mpatua takwimu barua zimel na mikataba ilikaa wazi jioni baraka alipiga simu kwa wakili wake upper hill hii itabadilisha kila kitu wakili akasema baraka alimtazama kito umeniokoa kito akainamisha kichwa uliniona kwanza panya akaruka mezani akapiga kelele ya furaha lakini fumbo kuu lilikuwa bado halijafichula kwa nini Kito alichaguliwa siku ile? Majibu yalikuwa karibu, lakini si leo. Siku ya kesi ilipowadia Milimani Locots, Baraka aliingia akiwa mtulivu, Kito akiwa pembeni kama mshauri asiyeonekana. Njeri alikaa upande wa pili, macho yake yakijaa ya kujiamini. Lakini kadiri ushahidi ulivyowasilishwa, barua pepe, miamala ya bima, mikataba ya uwekezaji, uso wake ulianza kubadilika. Jaji alisikiliza kwa makini. Wakili wa Baraka alizungumza kwa sauti thabiti: hii ni njama ya kunyakua mali kwa njia ya udanganyifu wa kifedha. Kito alitoa maelezo ya kiufundi kwa lugha rahisi, akieleza takwimu kama mwalimu darasani. Ukumbi ukatulia. Njeri alijaribu kujitetea, lakini maneno yakamkosa. Mwisho wa siku, akaunti za Baraka zilifunguliwa na uchunguzi ukaelekezwa kwa waliohusika. Baraka alitoka nje akavuta pumzi ndefu. haki bado ipo, alisema. Kito akatikisa kichwa. haki huja kwa subira. Panya akapanda juu ya bega la Baraka. Kwa mara ya kwanza watu walicheka. Katika vicheko hivyo, Baraka alihisi mzigo ukiondoka, lakini alijua maisha hayakuwa yamefika mwisho wa fumbo. Baada ya kesi, Baraka alimkaribisha Kito rasmi kwenye kampuni yake kama mshauri wa elimu ya kifedha. Walitembelea Thika, Kiambu na Machakos wakifundisha watu kuhusu akiba, wa bima ya afya na uwekezaji salama wazee walikaa mstari wa mbele wakisikiliza kwa makini. Kila shilingi ina kazi, kito alisema kwa sauti tulivu, usiiache ikupotee. Baraka alimtazama akizungumza na umma akashangaa. Huyu hakuwa mwendawazimu aliyekaa kwenye gari, alikuwa kiongozi aliyepotea kwa muda. Usiku mmoja Limuru, baraka alimuuliza, kwa nini ulinichagua siku ile? Kito akatazama mbali, niliona huruma machoni mwako kabla hujaniona. Baraka alikaa kimya, alikumbuka baba yake aliyemwambia utu ni mtaji. Panya alicheza sakafuni akivunja ukimya. Nje upepo ulivuma taratibu. Safari yao ilikuwa imepata mwelekeo mpya, ya kutoa si kuchukua. Habari za baraka na kito zilisambaa, vyombo vya habari vilitaka mahojiano. Baraka alikataa makeke. kazi iendelee, alisema. Lakini Njeri hakukata tamaa. Alituma watu wachunguze kito, wakitafuta udhaifu. Uchunguzi ulibaini ukweli mzito. Kashifa ya zamani ya Kito ilitengenezwa na kampuni ile ile iliyohusiana na Njeri. Baraka alipata nyaraka za zamani kutoka Nyeri, ripoti za shule, barua za wazazi na pongezi kwa mwalimu Karanja. Baraka alimuita Kito. Ulikosewa, Kito. Akakaa chini macho yakiwa na machozi. Nilijua siku itafika. Walichapisha taarifa ya umma wakirejesha jina la Kito. Watu walituma ujumbe wa pole na shukrani. Mwalimu Karanja alirejea. Panya alipewa chanjo na vibali kila kitu kilikuwa kikikaa sawa, lakini baraka alikuwa na wazo moja zaidi, la binafsi la kina, ambalo bado halikuwa limezungumzwa. Siku ya kuzaliwa ya Baraka ilifika kimya kimya, alikaa Limuru akitazama moto ukichoma kuni. Kitu alileta keki ndogo. Asante kwa kuniona alisema. Baraka akavuta pumzi. Nina swali, akasema kwa sauti nzito. Nina mali lakini sina familia. Kitu alimtazama akielewa uzito. Familia huanza kwa uamuzi Baraka akatoa bahasha. Ndani kulikuwa na hati za mfuko wa elimu na mfuko wa jamii kwa walimu waliodhulumiwa. nataka uongoze. Kitu akanyamaza. niko tayari. Panya akapiga kelele ya furaha nje. Nyota zilimetamta. Baraka alihisi amani aliyokuwa akiitafuta kwa miaka, amani isiyonunuliwa na pesa. Miezi ilipita, mfuko ulisaidia wengi. Baraka alipata barua kutoka kijiji cha Kangema, walimu waliorejea kwa zini, watoto wakirudi shule. Kito alitembea na Baraka wakisalimiana na watu. Siku moja Baraka alisimama mbele ya umati, alisema, nilipata zaidi ya nilichotoa, nilipata ndugu. Kito akasogea, karibu na mimi, nilipata maisha. Panya akaruka juu ya meza akapiga kelele kama ishara ya ushindi. Umati ukacheka machozi yakichanganyika na tabasamu. Lakini siri ya mwisho, kile kilichomfanya Baraka kuacha gari wazi siku ile, bado haijasemwa. Ukweli wake utaweka muhuri wa hadithi hii kwa njia isiyotarajiwa. Siku moja ya asubuhi, Baraka aliamka mapema kuliko kawaida. Alitembea peke yake kwenye shamba la chai la Limuru, akasimama karibu na mti mkubwa wa mkuyu. Ndipo kumbukumbu ilimjia. Miaka mingi iliyopita alipokuwa kijana maskini kutoka Moranga, alilala chini ya mkuyu kama huo baada ya kufukuzwa kazi. Alikumbuka mtu mmoja aliyemletea chai na mkate. Mtu huyo alimwambia usikate tamaa. Akili yako itakuokoa. Baraka hakuwahi kujua jina lake. Aliporudi nyumbani, alimkuta Kito akifundisha wachoto wa wafanyakazi hesabu rahisi. Alisimama mbali akitazama. Maneno ya Kito yalikuwa na ladha ya kumbukumbu. Usiku huo, Baraka alimuuliza, "Uliwahi kufundisha Muranga?" Kito alinyamaza kwa muda. "Ndiyo, zamani sana." Moyo wa Baraka ulipiga kwa nguvu. Picha ya kijana aliyekuwa amevujika moyo ilirudi wazi. Lakini bado hakusema chochote. Ukweli ulikuwa karibu, lakini bado haujafika wakati wake. Baraka alianza kuchunguza maisha yake ya zamani. Aliwasiliana na rafiki wa utotoni huko Muranga. Walizungumza kwa simu kwa muda mrefu. "Unamkumbuka mwalimu aliyenisaidia?" Baraka aliuliza. Rafiki akajibu, "Mwalimu Karanja alifukuzwa kwa kashfa." Ilikuwa chungu. Baraka alikata simu, mikono ikitetemeka. Alikaa kimya muda mrefu. Kito alikuwa mtu yule yule, ndio maana moyo wake haukumkata siku ile. Jioni baraka alimwita kito sebuleni. Nakumbuka mkuyu, nakumbuka chai, nakumbuka maneno yako. Kito alishusha kichwa. Nilijua siku utanikumbuka. Kwa nini hukuniambia? Baraka aliuliza. Kila mtu ana wakati wake wa kukumbuka, kito akasema kwa upole. Panya alikaa kimya, kana kwamba naye anaheshimu wakati huo. Uhusiano wao ulikuwa umefunguka zaidi ya biashara. Ilikuwa historia, deni la moyo. Baraka alifanya uamuzi mzito. Aliitisha mkutano wa familia na wafanyakazi wakuu huko Kiambu. Njeri alikuja akiwa mtulivu, lakini macho yake yalionyesha hofu. Mali yangu, Baraka alianza, haitaendeshwa kwa tamaa, itaendeshwa kwa maadili. Alitangaza mabadiliko ya uongozi na sera kali za uwazi. Njeri alipoteza nafasi ya ushawishi; hakukuwa na kelele, kulikuwa na ukimya mzito. Baadaye, Baraka alimuita Kito kando. Ninataka uendelee nami kama ndugu, si mfanyakazi. Kito alitikisa kichwa, macho yakiwa na shukrani. Nilitaka tu uishi vizuri. Walitembea nje pamoja, panya aliruka mbele yao, upepo ulivuma taratibu. Maisha yalikuwa yanarekebisha makosa yake pole pole, kwa heshima. Miaka miwili ilipita. Baraka na Kito walijulikana kwa kusaidia jamii bila makeke. Shule zilijengwa Machakos walimu walipata mafunzo Embu wazemu walipata bima ya afya Nyandarua. Siku moja Baraka aliugua ghafla, alilazwa Aga Khan hospitali. Kito hakutoka pembeni, alimshika mkono akisema, ulifanya vyema Baraka. Akatabasamu kwa tabu, nililipa deni langu. Alimpa Kito bahasha ya mwisho. Ndani kulikuwa na hati za usimamizi wa mfuko na barua. Kito alisoma kwa macho ya chozi. Barua ilisema, nilikupandia mbegu Leo imekuwa msitu. Panya alikaa juu ya kifua cha Baraka kimya. Ndani ya chumba kulikuwa na amani isiyoelezeka. Baada ya kupona, Baraka alisimama tena chini ya mkuyu wa Limuru. Alifungua mlango wa gari lake, akaacha wazi kwa makusudi. Hakukuwa na mwenda wazimu tena, kulikuwa na kumbukumbu. Alimtazama Kito, siku ile niliacha gari wazi kwa sababu nilikuwa nimechoka na maisha yasiyo na maana. Kito akasema na mimi nilikuwa nimechoka kukosa haki. Walitabasamu, ukweli wa mwisho ukawa wazi, sio bahati, bali mikutano ya maisha inayolipana kwa wakati wake. Panya aliruka juu ya tawi la mkuyu, jua lilichomoza Nairobi, ikaendelea na pilikapilika pilika zake. Hadithi yao ikaendelea kuishi, si kwa kelele, bali kwa matendo, na kwa yoyote anayesikiliza, ujumbe ulikuwa mmoja: wema haupotei, hurudi kwa sura mpya.